Tunaweza kuketi sisi, tulivyotangulia kusema, sisi si, si wageni hapa. Sisi si, ni watoto wa nyumbani. Tunashukuru Mungu kwa kutujalia neema ya kushiriki katika ibada ya uzinduzi wa wimbo wa watoto na tunaamini Bwana atafanya. Bwana asifiwe. E, somo letu leo tutakuwa katika kitabu cha Waefeso sura sita mstari wa kwanza kufika wa nne unaandika tu, lakini nataka nipike mwendo wa haraka kusudi tufikie kwenye shabaha wa efeso sita kistari cha kwanza kufika cha nne utaandika tena mwanzo makumi mbili na sita mstari wa kumi na tano kufikia makumi tatu na tatu mwanzo makumi mbili na sita mstari wa kumi na tano kufikia makumi tatu na tatu na kwa mwisho injili ya bwana wetu yesu kristo jinsi alivyoandikwa mateo Sura saba mstari wa makumi mbili na nne na pale ndipo palipo msingi wa neno letu fupi wa leo. Sitapenda ni hubiri mingi, lakini tunataka tuingie kabisa nafasi ambayo imetuleta. Mutatufahamu tukunakolokana tu kidogo kidogo, tutazumuza Swahili na tuko na changa la furase moviboe simunafahamu E, utajaribu kuna kuta na pengema tu basi, kama kizazi kiko naenda wapi, atuyui Mungu anatosha. E, hivi mtatufahamu, kuna nafasi ingine tutatumia francais, lakini kichwa kubwa tunataka kuzungumzia ni jamaa ya Kikristo pahali pazuri pa kujenga amani na tumaini kwa kuadibisha watoto wa kesho. Ndipima ni nyonge kidogo kwa kurudia kwene tunakuwa Jamaa ya Ukristo au familia ya Ukristo pahali pa kuzuri pa kujenga amani na tumaini kwa uadibishaji wa, wa watoto kwa kizazi cha kesho. Leo kama ninakorogana msingi ni jamaa. Leo kama ninakuwa mzuri msingi ni jamaa. En francais on dit la famille chretienne endroit de la paix et espoir pour l'édification holistique de l'enfant. Manake ukaona mtu anasimama kimwili, kiroho na kimaisha msingi alipata kule kwenye Mimi baba jamaa yangu mzazi alifundisha shamba tatu kwa hapa roho iko tu cool. Mambo walitufundisha hii wengine wa commerçant bwana kwa ajili sifiwe. ya hiyo acha tusome acha tusome Efeso sura sita kistari cha kwanza mpaka cha nne. Ninasoma kwa kifransa kwa sababu niliwazia tuko na ibada mbili. Tunasimama kwa kuongoza usomi wa Efeso sura sita kistari cha kwanza hadi cha nne. Enfa obeise ava para selo le sener Car, cela est juste honor ton père et ta mère

kama unasikia hapa, watoto mutii wazazi, na ninyi wazazi vilevile musiwachokoze watoto. Donc la responsabilite est partagee, pare yetu iko na pare vilevile vile ya watoto inakuwa na, tutahukumiwa sisi sote, mtoto utahukumiwa na mzazi, nawe vile utahukumiwa, lakini leo tutaona kwa mwisho ya somo hili tutatambua watoto wenye viko na adabu na watoto wenye viko na adabu, kwa sababu kwa mwisho tutacheza mchezo hapa. Tutaona mzazi atapita kununua, tunaita nini flash ya watoto. Mtoto mmoja atakuwa naye mbili, ikiisha tunakamata ingine, na tuko naona adabu ya watoto wetu, na wewe vile mzazi kama mtoto ako nakuaka wa adabu haununue kanda yake, inaonesha viloku mzazi mubaya. Bwana asifiwe! Hapo ndipo tutashuka. Bwana asifiwe! Watoto hawa watapita mbele kwa dakika fulani, baangalia mama wa mbaya atakuwa nani, eh, na mtoto wa mbaya atakuwa anaambia mwanzako ohoye, oh, yeah. Bwana asifiwe. Asante sana, acha eh, tuingie kwa sababu gani jamaa ya Ukristo inapaswa kujikaza kuadibisha watoto kimwili, kiroho na kimaisha, na pale ndipo tutazungumzia hii. Mzazi tafadhali, kama roho yako itawaka kusema hapana, nasikia hili neno, naweza nikafanya kitu kwa ajili ya watoto hawa, vrema ujisikie huru. Mambo yote yanaota katika roho. Biblia inasema mtajua kweli na kweli tawaweka ninyi huru. Na imani nafika kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Hebu sikupenda niende na mambo marefu, wacha tuende kwenye lengo. Nina mambo karibuni kumi hapa, nitayataja kwa wepesi, kwa wepesi, kwa wepesi, na tunaingia mara moja. Bwana asifiwe. Mimi ni mhubiri wa redio, tunapiga mwendo wa haraka. Kama huko nashangaa na unabaki Bwana asifiwe, okay. Kwa sababu gani, jamaa, tunapaswa kujikaza kuadibisha watoto kilindini? Ndio kimwili, kiroho, na kimaisha na kijamii. Kitu cha kwanza ni shurti ya Mungu, ni shurti ya Mungu, c'est l'ordre de Dieu. Mungu ndio anasema, wazazi, mwadibishe watoto wenu. Hivi munafanya vizuri. Ndugu zangu, nilipenda niwapeleke pembeni kidogo Leo watoto kushiriki hivi ni kwa sababu ya kazi ya msalaba. Kwa mila ya Wayuda, mtoto hangeweza kusimama kuhubiri katikati ya watu wakubwa, mama hangeweza kusimama kuhubiri mbele ya wababa. Lakini Yesu alimaliza kazi, tumchapie makofi huyo Bwana Yesu. Wababa musipike Wamama mpige makofi kwa Bwana Yesu. Kuna ndugu zetu hao hapo ngambo, ndugu zetu ngambo hao hapo, wamama hawaingie kwenye ibada, munawajua. Lakini sisi tunavya kwenye ibada, unakaa pale popote, unapanda kwenye madhabahu na budu. Wamama mchapie Bwana Yesu makofi. Unajua Bwana Yesu alianza kazi yake ya uinjilisti akiwa na miaka makumi tatu kwa sababu mila ya Wayuda ilisema ya kwamba watoto hawata ubili njili kwetu Mkongo, wale ambao wanastahili kusimama katika hali ya watu wazima ni mtu anayekuwa na miaka kumi na nane lakini kwa Wayuda uhesabiwe kuwa mtu mzima japo aweneze miaka makumi tatu. Ndiyo maana Yesu alikaa tu hivi hivi kufikisha miaka makumi tatu pahale alistahili kuingia katika ukuhani. Bwana Yesu asifiwe! Na ndiyo maana ninyi mnapewa neema kwa sababu Yesu anawashirikisha. Naona hapa vijana wasichana wote, Bwana anawaita, mnapita kufanya kazi ya Bwana. Watoto, tumchapie Bwana Yesu makofi mazuri. <laughs> Furaha ya Mungu watoto wamtumikie. Yesu akasema acheni watoto wadogo waje kwangu. Hii ndiyo katika Mataya na ilikuwa wabebi, ilikuwa watoto kameme kameme, ndiyo aje hii. Mungu awabariki wa, ninajua mateso yenu repetition, kila siku saa zote wariske mitogari moto. Bwana anaendelea kuwalinda na anajua mateso yenu, hakika leo atawatendea Bwana asifiwe. Kitu cha pili ambacho kinaweza kutukuma tusaidie watoto au tuadibishe watoto wetu, jambo la pili: les enfants sont considérés comme les terres vierges très fertiles prêts à faire germer n'importe quelle semence watoto wanafananishwa na yalala au shamba ambao ni tayari kwa kupokea kitu kiyote. Ama watoto vakivapeleka kuterea vanalu mnaluwa hakihaki haki, vakivapeleka kukije kije ya kwelikweli, vanavapeleka kumfasia matukana atatukana, vanampeleka wao. Ni shamba linalokuwa tayari kwa kupokea kila kitu. Kwa ajili ya hiyo sisi kama wazazi, usicheze mtoto

Me, thai, sauti akabami, mamu, sauti uh, na sauti ya abmab uakoa sauti ya kaba magharibi tena, na kwa bonjour baba kinaingia kunyumba kushamba. Basi ufanye nini njovili? Me wakati ya angali mdogo, ni muda uko karibu na wewe, chukua muda wa kufaa kufundisha mtoto. Sisi wazee wa kanisa, watoto katika kanisa tuwashirikie. Tuchapie wazee wa kanisa makofi wako nyuma yenu. Bwana sifiwe. Una muda mdogo mama <laughs> ningeenda mbali. Unajua, mtoto anapoondoka kwako, kwa anaendaka na kiki, kisaki anakuaka na sako do mgongo, na ile saki ni wewe utaijaza kwa muda mchache huu unaokuwa nao sijui kama wewe ungefurahia leo mtoto wako atoke anaenda soma Kampala, anaenda soma Amerika, anaenda soma Rwanda, anaenda soma sijui wapi Butembo, wapi? Utapenda aende na nini ndani ya saki yake mgongoni? Sako ndo na wazo ungependa jue msamaha, na wazo ungependa jue kazi. Leo tuku tunateseka bwana, viku natutumia vitutu vya ofyo, kimututu ka kushindikana kinabeba kiburi

kutoka kwa wazazi. Mama baba, unanisikiliza usicheze si na huo muda, ingiza kitu kya maana. Mtoto kunafika kule mpoli kulala, anageuka kitandani kama bawa ya mlango, huku naona ile normal. Na Biblia inasema mtoto muovu ni mzigo wa mama yake, maana yake ni mzigo wa nyumba yao, haiko mama tu. We papa mama analeta raporo sisi, sisi unasema acha tu hivi sawa.

Kumbe munajua bwana, aleluya! Tumchapie Bwana Yesu makofi. <coughs> Sababu ya ine, tujikaze watoto gn personel okay. Watoto wanapashwa kuingia katika kujiongoza. Usizani mtoto atabakiaka mtoto maisha yake yote, toshae mukichwa cha kwa muda fulani mtoto hubadilika kuwa mtu mzima, na hii natutesa katika Afrika na katika mila nyingi, tunazawa tukifikiria ya kwamba mtoto atabaki mtoto. lafa change office, watoto mutii wazazi wenu katika Bwana ile kwa watoto, na ni mwote ambaye angali chini ya madaraka ya wazazi Ukuwe na miaka makumi tatu, ngali chini ya madaraka wazazi, uko mtoto. Kama ulijikuta nakomea, kwenda pangia nyumba yako, ukuwe musika, ukuwe kiana, haiko zambi, enda pangia nyumba. Bwana sifiu Hatuko na watoto nishati watakuwa watu wazimu. Leo kuna wengine amezaa watoto, anataka watoto ndio waje kumkulisha, wamuvalishe, wamfanyizie yote sikatale, lakini ujue ya kwamba wana mizigo yao. hata ulimsomesaka leo, kunakula asubuhi, kuna zala saa sita, anazala magharibi, anazala mizigo, na nyumba ya kupangia na maisha mwenyewe, ataishia wapi? Wewe mwenyewe uone tu na nanataka kutusaidia ku, ku, ku, ku, sisi kama wazazi, unapoendelea kuishi miaka hii, kunaenda tayarisha uzee wako. Mnajua dinga dinga, compacteur inatengenezaka barabara lakini haitembei yake juu ya barabara. Bwana sifiwe! Si, mzazi ni compacteur, mzazi ni dinga dinga, tengeneza watoto ili wapate uhuru wao, na huko nafikiria vile maisha yako kizee yako kitakuwa namna gani, ni kunafikiria muuzee wangu. <laughs> tungeliimba kwa wimbo kanaosha ninalia ninalilia, maisha yangu, nikitazama uzee wangu, siku za mwisho nitakuwa wapi na uzee wangu? koko koko, kisi kisi, Bwana Yesu nisaidie. <laughs> Mungu akusaidie. Usiuzishe karupango yako ya kusomesha ya mtoto tega ya masomo ya mtoto na tega ya uzee wako. Kuna mara utamsomesha zinaisho na unabakia hivi. Tusomeshe 100% lakini 40%, fikiria uzee wako. Bwana asifiwe. Hapo nimeongea vibaya, unajua roho yake, kesho unajua takuwa nini? Bwana asifiwe. Saa zingine watatusaidia Mungu amutigire wa roho. Bwana awe nani? Tano. Mtoto kwa miaka ya ujana alaje de la jeunesse atakutana na shida za mingi. Shida nyingi ambazo zinaweza kumvuruka. Kwa ajili ya hiyo tufundishe watoto wetu. Watakapofikia ujana pale, watakuwa na nguvu ya kushinda changamoto namna mbalimbali. Pale wanaanza kujikuta sana, kamata kaliziba yake hapa hivi. Sana mi nimekuwa sawasawa na mama, na kama nikikiana kinaikala kwenye papa, natiaka migulu juu ya meza, nacho kinasema mguu wangu amekuwa mrefu kushindia wa baba. Ile madekuverte hizi zinasumbua kinatosa sauti tatu ine nasumbu tuprofite kufundisha watoto wetu tu, tuprofite kufundisha watoto wetu sita. Sita na hapa nitangulia kusema y kwamba nafasi ile pale ya kugundua kunakuwa sijui barabara kubwa orompo, karefu

bavuta bangi na kunjamanavanatikapaonashangana nangalia mtoto bandugu, vamombere ya famie, njo hivi sasa, vanani vatatugomboa. Bwana sifiwe, saba watoto ni watu wakubwa wa kesho. Les enfants ce sont les adultes de demain. Awa njo venyewe watatukomboa hawa ndio ambao watatuchunga kesho, watatutoboa wa mashindani hao. Tukivafundisha ovyo ovyo kinganga, watatutobola kesho ovyo ovyo. Tukivafundisha kanisa ovyo ovyo, kesho wataongoza hii kanisa ovyo ovyo. Tukivafundisha utokuimba ovyo ovyo, kesho wataanza imba hapa vile ovyo ovyo, bataacha uhuru hivi. Hawa ndio watu wakubwa wa kesho, babaake mtu mutu njoulo muyumba wake mutu njouli, tate njouli, sokulu wake vatu njouli. Bwana sifiwu. seso les adultes de demain. Hapa nasema hawa ndio kanisa la kesho, eh, hawa ndio kanisa la leo, tukunajenga kanisa la kesho leo. Bwana sifiu. Eh, na hiki tunapashwa kukiguzia kabisa, wazazi na kanisa ni sharti tutie mkono juu ya hawa watu Nukta ya nane, niko ninaruka, tunataka kusema hivi: un avenir promettant de la famille de l'église doit être etre bâti sur les enfants. Munasikia kabiko vanasema oh, famile ele nakufa mambo ya nini? Avakuzala hivi vijana na wasichana, ninyi ndio mutakao tukomboa. Vanasema ka deriere nome fort yaini fame forte, donc moi je préfère dire, il y a des enfants fo kama watoto munalala. Na bangalia vijana, musilale. Nguvu zetu ziko ndani yetu. Ninawandikia nini vijana, ninawandikia nini watoto, pana kufatane, musifatane na valevela, vikuna lambula mabangi mandroli, hapana. na sisi tulikamata hatua mimi niliokoka niko na miaka ishirini na moja leo niko na makumi ine na kitu ndani ya yesu wangu na bwana amenitendea mengi niko ninaona hivi angalisho watoto wetu hapana mzaa msikie wazazi bwana asifiwe nane watoto kwa miaka ya ujana wana nguvu wana nguvu ya pili wana wepesi kwa miaka ya ujana, wana kiri. Kwa ajili ya hiyo, tuwashirikishe katika mipangilio yetu. Usifurahie mtoto wako unamkomeza saa kitoto kya ndizi e, mtoto ango mtoto ango habata mugombeza uh -uh. Ninakumbuka katika Biblia wana wa Israeli walipotoka kwa utumwa wakaingia Kanani. Bwana Mungu hakumaliza Wayebusi na Wakanani wote. Biblia inasema aliwaacha nusu hapo kando kando ili kizazi hiki kinachozaliwa kya mpya kipate kujifunza vita. Bwana asifiwe. Na ndiyo Bwana Yosua akasema munichukulie, vijana hao waliozaliwa hapa Kanani waende wakajifunze vita. Kwa sababu shida zitafika, shida ziko kinachoshinda Mungu. Watu husema kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu, lakini kwa ibada yetu ya leo, nataka kuambia linaloshinda Mungu ni Mungu akuinue bila kujaribiwa. Ninasema bongo ni ukongo, utainuka, utainuka kabisa bila kujaribiwa. Aha. Acha nigeuze basi, linaloshinda Mungu ni Mungu kufanya dhambi. Huko shida, Mungu atafanyaga dhambi tu akubembeleze wewe, hautapitia shida huko wa waku, ulitoka wapi? Unapita Yobuni, unapita Bwana Yesu wewe na wasa. Nimeongea na mtu mmoja anayepitia shida hapa, akijiuliza Mungu nimekosa nini, haeya kosa eh, iku tu hivi Bwana asifiwe. Tufundishe watoto wetu hata huko na mwaye, siku zingine, beba watoto mwende kushamba, nyinyi mlianza maisha kwenye shamba. Pastor, Mungu akubariki, mgakubariki na unako nasomba watoto wako kule kushamba, alime haiko kusema huko maskini. Haleluya. Kama iko butiki, siku nyingine ndio mushindishe kule kubutiki, hiyo maisha ilianzaga kule kama unafanya kazi gani, shindisha mtoto pala. Parfois il faut traiter aussi les enfants un peu directement expressement, comme Dieu aussi parfois nous traite directement kusudi akili zetu zipanuke. Bembeleza bayako, bembeleza mwambia mzaha, bembeleza <laughs> Bwana asifiwe. Nimekaribia kumaliza. Vijana mnasikia, wakati mwingine wazee wa kanisa wanakuwa wakali, ni kwa faida yenu. Kama watawacha huru huru huru, mtaharibu mambo, ni kwa faida yenu. Bwana asifiwe. Tisa na mwisho, vijana wanahitaji sana kumpata Bwana Yesu. Mama baba, mujikaze sana mchana na usiku. Francais nasema il faut inculquer kwekilikeni kuingiza na nguvu na nguvu habari za Bwana Yesu wa msalaba na nguvu, kwa sababu pasipo kupata Yesu vijana hataweza kushinda miripuko ya mwili na magumu yanayokuja leo. Mambo ni mengi, lakini akipata Yesu, Yesu atamwezesha. Na kwa mwisho nikimalizia na kusema ya kwamba mzazi mpendwa, unayekuwa hapa jamaa au kanisa ninyi ndio nguzo na msingi wa kizazi cha kesho. Alo, nafungia kwanza pale kwa sasa, mzazi, juu ya kwamba kizazi cha kesho Mungu atakilomba kwako. Biblia kunasema watoto ni urithi kutoka kwa nani? kwa Mungu anakuritisha, lakini atakuulizaka na wewe vile mtoto kama mzazi anafanya nafasi yake, lakini hautaki kusikia, nawe utaulizwa somo lilikuwa hapa. Tumezungumzia ujumbe unaosema ya kwamba jamaa ya Ukristo nafasi nzuri kwa kuadibisha watoto kwa kizazi cha kesho, na huu ndio ujumbe. Tumezungumzia mambo karibuni tisa au kumi, lakini nataka niseme hivi, kwa wakati wako sasa nyumbani utaenda kusoma Mwanzo makumi mbili na sita mahali tulikuwa, ukiangalilia kwa macho ya ndani hali ya jamaa yenu iko ayi hawa watu, hali ya jamaa yako ni namna gani? Na wale tunaowaona hapa walifanya nini ili wafikie kiwango cha kusimamisha nyumba zao? Utakuta pale yakobo alikuwa akichimba kishima wananyangai, kuna mahali fulani fulani, hatua fulani fulani, au namna fulani fulani alizozifanya, na hizi zilienda mpaka zikazaa matunda kwa kizazi cha Yakobo kule mbeleni. Leo mara mingi tunaishi ko tu tunaonesha watoto mutu asikuonele, lakini tunapoangalia hapo tutagundua mambo mengi, baraka ni nyingi. Niliona muda unaweza kutuvuruga na ndio mara nimewachia, tuko kusisteme ya LMD ngini nini vile mwanje kusoma haiko yote sinjitanja kubafanizia tepepevozwanda kosala aleluya. Merci watoto wetu mkaribie huko mbele tunakuwa na maflash hapa tunataka kumaliza tu sasa mkaribie mbele tuwachapie hawa ni wa ministre ninawabariki na ndoa nawabariki na kazi nawabariki na masomo nawabariki na kupenda Mungu na ninawabariki na uzima wa milele e, amutaenda kumoto hata mmoja wenu hataenda motoni zaa munachagua wa mzuri bwana sifiwi Eh, na wazazi wenu wabarikiwe. Amen. Kwani wanawaonyesha njia nzuri.